Haleluya, tunashukuru kwa sababu ya masaa kama haya. Mm, mtu wa Mungu, nataka niweze kueleza kitu moja kuhusu uzima. Uzima uko ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, ni kwamba tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume mbili, tukirudi katika tena Matendo ya Mitume nne kuanzia penyewe wakati Petro walikuwa na Yohana wakakuja, Matendo ya mitume na tatu, kuanzia penye Matendo ya mitume tatu, kuanzia penye, wakati Petro walikuja wakaponya kiwete mmoja aliyekuwa katika mlango uitwa Mzuri. Uh, akama walimwambia ile kiwete ya kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupeacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na wende, bali wakamshika miguu zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu na yule kiwete akainuka na akaenda, ya kwamba jambo hilo lilishangaza watu wengi sana, na mpaka makuani wakubwa, wa wakubwa wa makanisa, walimu wakashangaa, imekuwaje mtu huyu amesimama? na alikuwa katika hekalu kanisa moja likoa mtu h amesimama. So jambo hili liwashangaza sana uh, ya kwamba na katika Matendo ya Mitume wanauliza Petro, ni kwa nguvu gani? ni kwa jina gani? ni mmefanya mambo haya? Petro akasema, jueni nyinyi yote ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mtu wa Mungu. Watu wamekataa jina la Yesu Kristo Nazareti, maana ndilo jina lenye uzima lenye uhai. Ukitaka kazi hiyo, jina litakupa kazi ukitaka wai nitakupatia wai, ukitaka afya, ukitaka maisha mapya, hiyo jina la Yesu Kristo wa Nazareti limejaa nguvu tele, maana hili jina ndiye, pasipo hili jina John 1 -1. pasipo ili jina hakuna jambo lote lingefanyika ulimwengu. Yesu akasema katika kitabu cha John, John 14:13, basi mkiomba lolote kwa jina langu mi nitaifanya. Kumaanisha ukiomba kwa majina mengine, Yesu hawezi itenda hii Watu wengi wanapata ya kwamba katika mataifa zote wamemkataa jina la Yesu, ndio maana miujiza haifanyiki, na ndio maana wachungaji wengi wanapoona mtumishi wa Mungu anapofanya miujiza wanasema huyo ni shetani, huyo ni mganga, mpaka wachungaji wamekuwa wana wana bash devil. Nataka nikwambie leo ya kwamba kwa jina kwa hilo la Yesu lenye nguvu lenye mamlaka litafanya utembee, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, upokee kazi kwa jina la Yesu wa Kristo wa Nazareti, wewe upokee afya, ambapo kwenye kitanda hicho kwenye hospitalini unagonjeka. Pressure, answers, na kunenea katika jina la Yesu. Pokea nguvu na vi, vi, na, vi, na viungo vyako vitiwe nguvu na upone katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali popote huko, hata kama una kazi na natuma jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea kazi na nikuunganishe na watu wenye maono jioni ya leo katika jina la Yesu, na bomoa kila madhabao zote, nabomoa kila mizimu zote, na katana karibu kila nira zote za ibilisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nakemea kung'oa mauti ndani mwako na kutoa ndani ya mauti katika jela ya umaskini, katika jela ya divorce, katika jela ya magonjwa, katika jela ya failure, na kutoa ndani sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wa majeshi, Yesu Kristo Bwana na kutuma kumtoa ule mtu kule gerezani, na kutuma kule hospitalini bwana, wagonjwa viwete, vipofu, visiwi, wajana ya madima wapokee wai katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, natuma Yesu kanza naipokee wai noka roho ya kanza, achilia huyo ndugu achilia dada, noka kila roho zote, roho za kanza ukimwi ni ukimia toe kachilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, navunja kila magano zote navunja kila miungu zote madagoni na kila dagoni na ipigwe sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, na kutuma yule ambaye kwa Saudi Arabia, ukamponye ukampea amani kule Saudi Arabia. Bwana watetee walienji za ngambo Yesu, katika kazi zabali wanapitia mateso mengi. Bwana Yesu watetee, na ukawapiganie wakati wanawaziwa mabaya. Bwana Yesu, wanaziwa kufungwa kule jela Daniel katika Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana Bwana, wale ambao kwenye gereza, Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu kule ndani, kule kule zingine, kutuma, Yesu, ende ukawatetee. Ende ukawatetee kule ndani Paulo na na na Sila, kamtoa huyo ndugu wakiwa kazi wananyanyaswa baba baba, kutuma ukawatetee ukawatetee, ende iwe iwe iwe iwe iwe Katari, iwe Saudi Arabia, Bwana Yesu, iwe Lamu kila kila kona Bwana Yesu, Amerikani kila kona sote, sote Bwana Yesu, hata Bwana Yesu, iwe Uganda Tanzania, Bwana Yesu, iwe Kongo na kutuma katika katika nchi yote za Kongo, Bwana enda ukalete amani katika nchi zote, katika jina lako Yesu Kristo. Bwana hata nchi yetu ya Kenya Yesu inakuhitaji Bwana. Kuna u ndugu wako hospitalini Bwana, madaktari wameshindwa kumponya Yesu. Naomba kwa jina lako, anaposikia sauti Bwana, mifupa zake nazipiwe nguvu katika jina la Yesu, naze na zirijeana zipate wai. Kuna mama, Yesu, kwa hospitalini sasa hivi amepata ajali Yesu, nakutuma kupeleka uzima na wai na kataro ya mauti na majali toe kajili a la Yesu, mifupa na mishipa na ibate wai katika jina la Yesu. Hakuna ukatwa mguu na Yesu na kemea kifafa toe karo ya kifafa katika jina la Yesu Nazareti. Bwana Yesu waponye kule hospitalini. Bwana odi one, odi three, odi four. Bwana Yesu odi zote. Yesu utaenda kila nchi zote na kuwaponya na kuwamusha katika vitanda zao katika jina lako Yesu. Bwana Yesu mtetee ule kule kazini, mtetee kule hospitalini Yesu. Nakemea kila mitego njiani, huyu anayesafiri kupitia ndege, wanasafiri kupitia Yesu mele, wanasafiri kupitia mapikipiki magari. Bwana Yesu maajali toeka majali na mauti na kusimama Yesu, uwe dereva wao na utembee nao ukipita napoenda Bwana katika jina lako Yesu Kristo Bwana. Na kutuma Yesu kwa hii nyumba ambayo Yesu, watu wambao hawaelewani. Yesu kuna ugomvi katika hizo ndoa. Yesu kuna ugomvi Bwana Yesu, peleka Yesu amani. Nakemea magombana, divorce, nakemea roho za vita kila mara, nakemea ulevi ndani ya hii nyumba. Toka roho ya ulevi, toka roho ya uzinzi katika jina la Yesu. Yesu badilishe huyo mwanaume Bwana, badilishe mke Bwana Yesu, katika jina la Yesu, Bwana. Kuna mzee Bwana Yesu, watoto wake wanavuta bangi, watoto wake Yesu wanaikikaa ulevi Bwana, wameingia katika wizi. Na kemero ya wizi, toa kachilio ya kijana, toa kachilio msichana, watoto waeleweki Bwana, katika jina lako Yesu. Weka ndani roho Bwana Yesu, wakapata kibana, usiwa na wai katika jina lako Yesu. Bwana Yesu tawala kila mwanadamu na kila kiumbe Bwana Yesu, leta wai ndani ya jicho Bwana, leta wai ndani ya mjino Bwana, leta wai katika mifupa zao tena bwana Yesu tembea katika mambo mashamba zake. Kuna mtu amenenea shamba lake bwana rejesha bwana Yesu. kuna mtu amefutwa kazi Yesu, mrejeshe kazini bwana Yesu, na toa mtu, nakemea lana uchana misimo, kazi katika jina la Yesu. Yesu mrudishe huyu ndugu kazi, Yesu kampe kazi ya maana bwana. Biashara ya wima bwana Yesu ya ndugu bwana, haiendi, wameroga. Na ng'oa uchawi zote Yesu, na leta watu mbali mbali na weka hiyo biashara kila

Mission, watu wenye mwono, Bwana hakaende mataifa sote, hakaubiri injili kwa sababu ya utukufu wako. Shangaza watu, Yesu watajirishe mpaka Yesu wache washangae, mpaka wasengenywe katika jina lako Yesu. Anae Bwana leta wai, leta kibali leta, leta maisha, mpe Yesu. Yesu tawala, tunapojiandaa kwa huu mwezi wa tatu, Bwana Yesu nakemea mauti Yesu. Kuna watu wamezika mpaka wamechoka. Toweka roho ya mutu kwaiyo boma, toweka majali kwaiyo boma, toweka ukimwi likimia kwaiyo boma, toweka kanza kwaiyo boma ifunike kila kona wadogo wakubwa, kwa kufika damu yako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa unatenda kwa mamlaka, nguvu zako Yesu. Nimeomba na Yesu, nimeshukuru amen. Ubarikiwe mtu wa Mungu na Yesu akutende mema, akupe ajira. Wako ni vyema kumtegemea Bwana, maana maandiko yanasema heri wanayemtegemea Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatingizika. Ni mimi enyu Apostle Elisha Uche Deboso, god bless you. Tukutane Serena hoteli Saturday kwa sababu ya kumtukuza Mungu huko. Karibuni sana, karibuni sana. Tukutane katika ibada za kesho, um, kule upande wa Kitengele Athiriva, mnakaribishwa sana nyote. Karibuni nyote pale, na tunapatikana na Athiriva pale Mangeli. Karibuni nyote na Mungu awabariki sana, Mungu atende mema sana. Namba yangu ya simu 0769902504. Karibuni nyote, mnakaribishwa katika ibada ambapo ni ya kuvunja nira, ambapo tutakuwa na Bishop Limo. Karibuni sana, karibuni sana. Leteni wagonjwa, leteni wenye vifafa, leteni wendazimu, wenye ndoto mbaya leteni. Na uje ukombolewe, na uje upokee kazi yako, upokee joto na kibali. Karibuni, karibuni, karibuni sana, karibu sana, karibu sana. Shalom ndugu sikas, kanisa letu kanisa ndugu sikas, karibuni sana. Zion, shalom usikas, Mungu awatende mema, Mungu awabariki. Karibu sana katika ibada zetu, na muwe na baraka na amani. Amen. God bless you.